Siombei mabaya Simba Sports Club, ila ikatokea wale jamaa kwa Madiba wakawakazia, zile dakika 90 za pale Amani Stadium, zitakuwa dakika za kukumbukwa sana kwenye rekodi zao. Watazikumbuka nafasi nyingi sana walizopoteza leo pale Zanzibar, lakini yote kwa yote, huu ndo mpira. This is football. Football siku zote haitabiriki, cha kushukuru ni pointi tatu muhimu walizofanikiwa kuondoka nazo leo na clean sheet pia na hatimaye zile tisini dakika za mechi kubwa ya nusu fainali ya kwanza ya Kafu Confederation Cup kati ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch zimetamatika kwa ushindi kwa klabu ya Simba, ushindi wa goli moja kwa sifuri. Ni mechi ambayo imeanza vizuri sana kwa Simba Sports Club. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, Simba Sports Club amepeleka mashambulizi mengi sana katika lango la Stellenbosch wakitengeneza nafasi nyingi sana za mabao ambazo kama wangezitumia pasavyo basi wangeweza kushinda goli nyingi. batoni no dakika arobaini na tano ya mchezo Simba Sports Club wanapata pigo huru ya maafriki ambayo inakwamishwa kambani na jin chaza. Mpaka arobaini na tano dakika za kipindi cha kwanza zinatamatika, Simba Sports Club moja Stellenbosch sifuri. Tukarudi kukishuhudia kipindi cha pili. Dakika 45 za kipindi cha pili ni dakika ambazo kwa kiasi performance ya Stellenbosch iliongezeka ukilinganisha na ile first half. Kwa Simba Sports Club ni dakika ambazo walipata nafasi nyingi sana za wazi za mabao, lakini pengine ukosefu wa umakini unasababisha wanashindwa kuongeza magoli mengine na kupelekea mpira kumalizika kwa ushindi wa goli moja kwa sifuri. Simba Sports Club moja Stellenbosch sifuri. Tukutane kwa Madiba Jumapili ijayo tarehe 27 April. Asante sana. Hapa ni Super Drive ya Dino Television. Endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Siombei mabaya Simba Sports Club ila ikatokea wale jamaa kwa Madiba wakawa kazia. Zile dakika 90 za pale Amani Stadium zitakuwa dakika za kukumbukwa sana kwenye rekodi zao. Watazikumbuka nafasi nyingi sana walizopoteza leo pale Zanzibar lakini yote kwa yote huu ndo mpira this is football, football siku is zote haitabiriki. Cha kushukuru ni pointi tatu muhimu walizofanikiwa kuondoka nazo leo na clean sheet pia nam, hatimaye zile tisini dakika za mechi kubwa ya nusu fainali ya kwanza ya Kafu Confederation Cup kati ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch zimetamatika kwa ushindi kwa klabu ya Simba, ushindi wa goli moja kwa sifuri. Ni mechi ambayo imeanza vizuri sana kwa Simba Sports Club. Dakika 45 za kipindi cha kwanza Simba Sports Club wamepeleka mashambulizi mengi sana katika lango la Stellenbosch, wakitengeneza nafasi nyingi sana za mabao ambazo kama wangezitumia pasavyo, basi wangeweza kushinda goli nyingi. Baton no, dakika 45 ya mchezo Simba Sports Club wanapata pigo huru ama free kick ambayo inakwamishwa kambani na, na Jinchaza mpaka arobaini na tano dakika za kipindi cha kwanza zinatamatika Simba Sports Club moja Stellenbosch sifuri. Tukarudi kukishuhudia kipindi cha pili. Dakika arobaini na tano za kipindi cha pili ni dakika ambazo kwa kiasi performance ya Stellenbosch iliongezeka ukilinganisha na ile first half. Kwa Simba Sports Club ni dakika ambazo walipata nafasi nyingi sana za wazi za mabao, lakini pengine ukosefu wa umakini unasababisha wanashindwa kuongeza magoli mengine na kupelekea mpira kumalizika kwa ushindi wa goli moja kwa sifuri. Simba Sports Club moja Stellenbosch sifuri. Tukutane kwa madiba Jumapili ijayo tarehe 27 April. Ashante shana. Hii hapa ni Super Drive ya Dino Television. Endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.